Wahariri na waandishi wa habari, viongozi wa CUF mliopo, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana hapa asubuhi hii kwa lengo la kufichua njama na mbinu chafu za dola kwa kumtumia kibaraka Ibrahim Lipumba dhidi ya chama chetu la Civic United Front kafu, chama cha wananchi, baada ya kuishiwa na mikakati ya kisiasa ya kukisaidia Chama cha Mapinduzi ambacho sasa kinaelekea kwenye kukata roho. Nitaeleza hayo kwa kina muda mfupi ujao. Pili, nawashukuru na nyinyi na wahariri na waandishi wa habari kwa kupokea mwaliko wetu na kuhudhuria mkutano huu. Siku zote mmetupa mashirikiano makubwa katika kuhudhuria shughuli zetu na kuufikisha ujumbe wetu kwa Watanzania na kwa ulimwengu kwa jumla. Kwa haya yote nasema asanteni sana. Kwa nini tumewaita leo? Kwa takriban wiki moja sasa, nimekuwa na ziara ya kuimarisha chama kisiwani Unguja, baada ya kumaliza ziara kama hiyo kisiwani Pemba. Hata hivyo, nimeamua kukatisha ziara hiyo kwa siku ya leo ili kuja kuzungumza nanyi na kupitia kwenu kuzungumza na Watanzania na jumuiya ya kimataifa kwa ujumla, kutokana na hali tuliofikia, ambapo tusipochukua hatua za, za, za tahadhari kama Watanzania, inaweza ikaingiza nchi yetu katika mgogoro mkubwa sana kuwahi kushuhudiwa katika historia yetu. Si siri tena kwamba kila, kile kinachoitwa mgogoro wa uongozi ndani ya CUF si chochote bali ni hujuma zilizopangwa na zinazoendeshwa na dola kupitia njama ovu na mbinu chafu kwa lengo la kuua upinzani makini hapa nchini ikiwa ni sehemu ya kile kinachoonekana ni mkakati mpana wa kunyamazisha kila sauti inayothubutu kuwakosoa watawala. Nataka ifahamike kwamba lengo la njama ovu na mbinu chafu hizi siyo CUF. Lengo ni upinzani na hasa UKAWA, na lengo pana zaidi ni kuua demokrasia katika Tanzania kwa kuhujumu na kuzuia taasisi zote zinazoonekana kuwa ni nguzo za demokrasia yetu. CUF ni taasisi moja tu katika mapambano ya dola dhidi ya taasisi za kidemokrasia zinazoonekana kuwaamsha Watanzania na ambazo zinaonekana kama kikwazo kikubwa dhidi ya watawala walioingia madarakani mwaka 2015 na na ambao wana hofu kubwa ya kuendelea kubakia madarakani kutokana na mwamko mkubwa ulioonyeshwa na Watanzania kuanzia kwenye uchaguzi mkuu wa 2015 ndio maana hujuma hizi zimeelekezwa kwa Bunge, vyama vya siasa, taasisi na jumuiya za kijamii na kiraia, hususan zile zinazosimamia haki za binadamu na uhuru wa kujieleza, watumiaji wa mitandao ya kijamii, hasa wakosoaji wa watawala, wasanii, hasa wale wanaotumia vipaji vyao kukosoa watawala na kuwazindua Watanzania, vyombo vya habari na waandishi wa habari. Na sasa inaonekana hata kwa wanasiasa wa ndani ya Chama cha Mapinduzi, wanaonekana kuwa na uthubutu wa kusimamia wanachokiamini na kutofautiana na watawala walioingia madarakani 2015. Kuthibitisha ninayosema tuangalie mtiririko, mtiririko wa utekelezaji wa njama ovu na mbinu chafu hizi za kutaka kuua demokrasia kwa kunyamazisha taasisi zote zinazothubutu kutoa mawazo tofauti na yale ya watawala walioingia madarakani 2015. Tumeshuhudia mambo mengi, lakini hapa nitataja mifano kumi tu. Moja, kupiga marufuku mikutano ya hadhara na maandamano ya vyama vya siasa nchi nzima. Pili, kuzuia matangazo ya moja kwa moja yani live broadcasting ya mikutano ya bunge ili kuwaziba macho na masikio wa Tanzania wasisikie mijadala ya bunge na kuona jinsi serikali inavyowajibika na, na kuwajibishwa na wabunge ambao ndio wawakilishi wa wananchi waliochaguliwa kwa lengo la kuwasemea wananchi kutoka katika majimbo yao. Tatu, kufinya bajeti ya shughuli za bunge na hasa kamati za bunge ili zisiweze kufanya kazi ya kusimamia serikali, kuchunguza mapungufu ya viongozi na watendaji wa serikali na ili zishindwe kufuatilia ahadi za watawala walizozitoa kwenye kampeni na kupitia mipango ya bajeti. Nne, kuwakamata, kuwabughudhi, kuwalaza ndani na kuwafungulia mashtaka wabunge wa upinzani hasa wale wanaoonekana kuwa mwiba mkali kwa watawala, ili kuwatisha na kuwanyamazisha wasifanye kazi yao ya kuwakosoa watawala. Tano, kusipa mahakama maagizo hadharani ya jinsi ya kuamua kesi na hata kufikia kusema hadharani kwamba serikali itawapa fedha wanazozihitaji kwa uendelezaji wa mahakama, ikiwa na mahakama nazo zitahakikisha serikali kupata mapato kiasi fulani kupitia hukumu za faini na fidia. 6 kuwakamata kwaweka ndani na kuwafungulia mashtaka watumiaji wa mitandao ya kijamii wengi wao wakiwa vijana wanaoandika maoni ya kuwakosoa watawala kwa kutumia sheria ya makosa ya mtandao yani cyber crimes act sheria ambayo tokea awali ilipingwa kwa kuwa ni sheria kandamizi. 7 kuwatisha waandishi wa habari na vyombo vya habari hadharani na kufikia hatua ya kuyafungia magazeti yanayoongoza kwa kuandika habari zinazokosoa watawala na kuwakamata na kuwashtaki wahariri na waandishi wa habari. Tumeshuhudia watawala wakivamia vituo vya redio wakiwa na walinzi na kutoa vitisho kwa wafanyakazi wa redio hizo kwa sababu tu redio hizo zilikataa kurusha vipindi vyao. Nane. Kuwatisha na kuwakamata wasanii hasa wale wanaotumia vipaji vyao katika kuwakosoa watawala na kuwazindua Watanzania juu ya mwenendo wa serikali. Tisa. Kuzitisha jumuiya za kiraia zinajishughulisha na masuala ya haki za binadamu, sheria na utawala bora kwa lengo la kuzinyamazisha ili zisitimize wajibu wao kwa jamii. Mfano wa karibuni kabisa ukiwa ni wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS, ambapo waziri alifikia hatua ya kutishia kukifuta iwapo wanasheria wangetumia uhuru wao kuchagua mtu asiyetakiwa na dola kwa rais wao. Papo hapo watawala wamewatisha mawakili kwa kuwapa maagizo polisi hadharani kwamba mawakili watakaowatetea au watakaowaombea dhamana watuhumiwa wa aina fulani, basi na wao wawekwe ndani. Wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kujipa mamlaka wasiokuwa nayo kisheria ya kuita watu polisi, kutoa amri wakamatwe na kuwekwa ndani jambo ambalo limelalamikiwa hata na mkurugenzi mstaafu wa makosa ya jinai Mheshimiwa Adadi Rajabu kwamba ni kinyume na sheria. Hatua hizi za ukandamizaji wa demokrasia zimeharibu kabisa taswira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani na nje ya nchi, taswira ambayo ilijengwa kwa miaka mingi na waasisi wa taifa letu. Leo hii tumefikia hadi vyombo vya habari vya kimataifa vinavyoheshimika vinaiandika jamhuri ya muungano wa Tanzania kama nchi inayoshuhudia kutekwa nyara na kupotea kwa raia wake wanaojulikana kwa kukosoa watawala waliopo. Jumuiya za kimataifa zimeanza kuionyeshea kidole Tanzania kwa ukiukwaji na uvunjwaji wa haki za binadamu ripoti ya kila mwaka ya shirika la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International ya mwaka 2016 imeitaja Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazokandamiza haki za binadamu kwa kiasi kikubwa katika Afrika ya Mashariki. Hujuma dhidi ya Kafu. Ndugu zangu wahariri na waandishi wa habari Njama na hujuma hizi za dola dhidi ya taasisi za kidemokrasia hazikuviacha vyama vya siasa vilivyo makini. Nigusia hapo awali, matamko ya watawala ya kuzuia maandamano na mikutano ya hadhara ya kisiasa, baadhi ya wabunge wa jamhuri ya muungano kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kubambikiziwa na wengine kufungwa viongozi wengi wa vyama vya siasa kutakiwa kuripoti polisi, kutishwa, kukamatwa na kuwekwa ndani, wengine wamefunguliwa kesi na wengine bila hata kufunguliwa kesi. Kwa upande mwingine, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, katika njama za kudhoofisha upinzani imara na hatimaye kuua kabisa demokrasia nchini, chama cha wananchi kafu kimepandikiziwa kile kinachoitwa mgogoro wa uongozi kwa kumtumia kibaraka Ibrahim Haruna Lipumba. Wengi mnaweza kujiuliza kwa nini iwe kafu? Sababu kubwa ni kwamba kafu imekuwa ni taasisi imara isiyoyumba katika kufikia dhamira na malengo iliyojiwekea tokea mwaka 1992 92 pale mfumo wa vyama vingi vya, vya siasa uliporuhusiwa tena katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, CUF kimejipambanua na kimeonyesha uwezo wa kujipanga katika kuwatumikia wananchi na wananchi kote Tanzania bara na Zanzibar wakikubali, wakikubali na kukiunga mkono. Kwa upande wa Zanzibar, kila mtu anayajua kwamba asilimia kubwa sana inayopita zaidi ya nusu ya Wazanzibari wana kiunga mkono chama hichi. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 ulikuwa ni kilele cha mafanikio na ushahidi wa wazi wa kuthibitisha dunia kwa kafu ndio chaguo la wananchi wa Zanzibar.